Kuna makala nimekutana nayo imeandikwa vizuri sana kuhusiana na stori moja ya mabinti wa vyuoni, nikaona ina kitu kikubwa sana ambacho inafaa ifike kwa jamii kwa ukubwa sana, ili ujumbe uweze kufika, then ukifika labda kuna kitu fulani kinaweza kikabadilika kwa wale ambao wanaona ni jukumu lao au wana dhamana ya kulinda maadili ya taifa letu hii. Hii stori imeandikwa na ndugu yangu moja anaitwa Bwana Fadhili Mdede, katika WhatsApp group la maswala ya vitabu la City Max, nimekuta stori imeandikwa hivi Ufusi mabinti vyuo vikuu na taswira ya elimu Tanzania inaanza hivi. Nilikutana na binti mmoja mdogo Dodoma, karibu na Rainbow, nilikuwa naenda kula, akaniomba hela ya nauli. Nikashtuka nilipomchimba, akasema anasoma chuo kikuu. Nikamuuliza, usiku huu wa saa nne, wewe mwanafunzi unafanya nini nje ya chuo? Akaanza kulia. Nikamuuliza umekula? Akasema hapana. Nikaenda Rainbow nikamnunulia chakula. Nikamuuliza kwa nini unalia? Hakujibu. Nikamuuliza una wazazi? Akasema ndio. Wanajiweza? Akasema ndio. Wako wapi? Arusha. Nikamuuliza, sasa mbona hauna nauli? Akasema kuna mtu ulikuwa akutane naye hapa, lakini apokei simu. Kupunguza maneno, maana story ni ndefu, ni kwamba yule binti wa chuo Dodoma alikuwa anajiuza. Nikamuuliza, uliingiaje kwenye haya mambo ya ajabu, na wazazi wako wana uwezo, mbona unaonekana decent na smart kichwani Akanisimulia mambo ya ajabu ambayo sikuwahi kufikiria yapo nchi hii. Kwanza alifaulu vizuri sana shule na hata chuo anafaulu, kwa maneno yake mwenyewe, lakini alipoingia chuo kikuu, wakati walikizwa, akawa ameenda kwa rafiki yake waliyesoma naye sekondari ya Rusha, lakini alikuwa anaishi Dar es Salaam. Anasema rafiki yake huyo alikuwa anaishi maisha mazuri sana, yeye anatumia maneno maisha ya kiboss, amepanga apartment Sinza na ana gari Mazda CX5, hapiki, anaagiza chakula KFC ana iPhone macho matatu, anaenda sehemu zote nzuri da, nyingine hata mimi sijawahi kuzisikia. Akamuuliza, unafanya kazi gani? Akamwambia sourcing China, na kweli anasema anasafiri sana kwenda China, lakini hana duka wala kampuni. Yule binti akaanza kutamani maisha ya yule rafiki yake. Siku moja rafiki yake akamwambia, leo boyfriend wangu anakuja, nenda kalale kwa rafiki yangu Masaki, akamchukulia Bolt, na akafanya hivyo. Kufika kule akakuta maisha ni mazuri balaa akasema anaishi kibosi. Akamuuliza, unafanya kazi gani? Akamwambia, kwani rafiki yako kwa hajakwambia nina boyfriend ananitake care leo tutatoka out kama una muda twende usiku. Akatoka kweli. Sasa cha ajabu, walipoenda akakuta kuna wadada wengine wanawasubiri wameanza kula na kunywa na wamevaa vizuri sana, kama wametoka ofisini, anasema wamevaa kibosi. Baadaye wakaka wakaja wakaungana nao, walipoanza kulewa kila mkaka akaanza kujichagulia wanaita kupoint, wale wa dada. Yeye akakataa. Yule dada wa Masaki akamwambia hawa ni watu wakubwa, watakupa connections za kazi na pesa na una laki tano yako hapa tayari. Anasema kwenye lile kundi alikuwepo pia msanii mkubwa. Anasema akaona yule aliyempoint ni Nigeria, akaona kweli hapa kuna connections za kufa mtu, akakubali. Na kweli siku hiyo akapata laki tano. Taratibu akajenga mazoea na akawa anapata sio chini ya milioni nne akiwa likizo. chanzo cha mapato wanaume. Lakini cha ajabu sasa, alipokuwa anarudi chuo, roho ikawa inamuuma sana, anaona anachofanya sio sawa, lakini anashindwa kuacha, kwa sababu ameshazoea hela nyingi, anazopata chuo na kwa wazazi hazitoshi. Kwa hiyo akaamua kutafuta boyfriend mmoja awezai kufinance hiyo lifestyle ambaye ameshazoea, na ndio huyo walikuwa wanataka kukutana na hakutokea, na yeye nauli hana. Nikamuuliza, kwa nini umeniomba mimi nauli na kuna watu wengi hapa? Akasema, wewe unaonekana kama pasta <laughs> Alipomaliza kula nikamwambia nitakurudisha chuo. Nilitaka kujiridhisha kama kweli ni mwanachuo au muongo anatunga story haya. Maisha haya ni kweli, alikuwa mwanachuo lakini sikitaji chuo jina. Kwa nini nimeshare story hii? Kwanza, wazazi wajue kinachowaponza watoto wa leo ni tamaa ya maisha ambayo hawana. Pili, marafiki wengine wanajikuta kwenye matatizo makubwa sababu ya maisha ya marafiki zao ya kutamanisha. Tatu, wazazi hatufuatilii watoto wetu wanafanya nini vioni na wako karibu na watu wa namna gani. Nne, mfumo wetu wa elimu hauriwadi tabia au karakta, kwa hiyo mwanafunzi anatoka na GPA kali lakini mfuska mhuni, kwa hiyo tunapata wasomi wengi wenye tabia mbaya. Mwisho unalaumu maprofesa kwa rushwa ya ngono angali mabinti wanajiuza wako sokoni nje ndani na kwa tamaa hizi, lazima hata ajira na kupanda cheo atatumia silaha hiyo hiyo ya kutoa rushwa ya ngono. Pia kazi itamshinda hata akiajiriwa benki kuu, kwa sababu huwezi kutoka chuo ukapata mshahara wa milioni nne, labda uwe mkuu wa wilaya. Mbaya zaidi, ndoa itamshinda pia, kwa sababu huwezi kupata kijana mwenzako ambaye naye kamaliza chuo kama wewe, bado anajitafuta na ajira hakuna na uzoefu hana, na bado akakupa milioni nne kwa mwezi. Matokeo yake utakimbia ndoa, kisa unataka kuwa independent woman lakini sio independent woman kwa kutumia akili zako alizokupa Mungu, bali kwa kutumia wanaume na mwili wako. Na kama una mtoto, ndio hatari zaidi, maana utamfundisha chanzo kizuri cha mapato ni mwili wako na wanaume. Matokeo yake ni a vicious cycle of prostitution. Tatizo limeanzia wapi? Tamaa, kukosa subra, marafiki, uhuru uliopitiliza na kushindwa kujithamini na kujiheshimu. Watanzania wenzangu, huishi vizuri, kila mtu anapenda lakini mfumo wetu wa elimu haumpi mwanafunzi maarifa ya kupata pesa kwa kufanya kazi au biashara na kupata hela halali, yani decent income akiwa chuo, mfano digital economy, kuanzia remote jobs au freelancing platforms. Watoto wa kike wanaona namna pekee ya kupata hela ni kwa wanaume, kwa sababu akiwa vioni hakuna hiyo nafasi. Nchi nyingine hata ada wanajilipia kwa kufanya kazi angali wanasoma. Mungu akilinde wa kizazi hiki, maana tamaa, marafiki, mfumo wa elimu mitandao hupenda vya bure na kuombaomba hela, wazazi kuamini watoto wao wako serious na elimu angali wanafanya ufutska. Kigugumizi cha kukemea uhuni wa mabinti wa vyuo na kulaumu maprofesa kwa rushwa ya ngono unawapa hawa watoto kiburi, unaharibu kabisa nguvu kazi na taswira ya elimu Tanzania. Naitwa Esden Jumanne kutoka Success Path Network. Each one, teach one.